Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali e, pasina shaka upo salama kabisa. Mwanaharakati Mange Kimambi, Mtanzania ambaye anaishi nchini Marekani, tumeshuhudia kesi ambayo inamkabili ya uhujumu uchumi imeendelea leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambapo kesi hiyo imehairishwa mpaka tarehe 28 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, lakini pia sababu kubwa ambazo zimepelekea kesi hiyo kuhairishwa ni kwamba upande wa jamhuri wamesema kwamba ushahidi bado haujakamilika wa kesi hiyo ambayo inamkabili Mange Kimambi, kwa hiyo E, upande wa jaji ambaye alikuwa amekuja e, kusikiliza shauri hilo, akaona upande wa Mange Kimambi, hakuna e, wakili yeyote ambaye alikuwepo mahakamani kwa ajili ya kumtetea Mange, hivyo akahailisha kesi mpaka tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kwanza, ambapo upande wa jamhuri wakajipange ipasavyo na wahakikishe ya kwamba siku hiyo wanakuja na ushahidi ya kufuatia kesi hiyo ya uhujumu uchumi ambayo amefunguliwa Mange Kimambi. Taarifa nyingine kubwa ambayo kwa sasa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Mange ni kufungiwa kwa akaunti zake za mitandao ya kijamii. Moja kati mitandao ambayo ameitumia kwa kiasi kikubwa kama mwanaharakati. Ukipita katika akaunti ya Instagram utakuta Mange akaunti yake haipo. Lakini pia Facebook unako akaunti yake haipo, lakini pia Mange mwenyewe kupitia akaunti yake ya X amethibitisha kupungiwa kwa hizo akaunti zake. Na kubwa zaidi ni kwamba Mange pia ametuma ujumbe kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Lakini pia nimeona hapa Kigogo amemjibu Mange baada ya kuweza kumwandikia ujumbe Rais wa Marekani Donald Trump baada ya kampuni ya Meta kufungia akaunti zake ambazo amekuwa akizitumia kama mwanaharakati. Mtangazaji pia wa CNN ambaye pia ni raia wa Kenya, Larry Madowo ambaye pia alifanya uchunguzi kwa kina zaidi kufuatia vurugu ambazo zimetokea Tanzania kuanzia Oktoba 29, ambapo katika uchunguzi wake mambo mengi yalifichuliwa, ambapo idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha, lakini pia maeneo ambayo yamechimbwa siku za hivi karibuni, ikisadikika ya kwamba ni maeneo ambapo miili ya Watanzania imezikwa na serikali naye pia ameweza kuandika mambo machache ambapo amewahoji Meta ni kwa nini wamefungia akaunti za Mange ambazo kama mwanaharakati na mpigania haki amekuwa akizitumia, na tumeshuhudia pia kupitia akaunti hizo Mange amezitumia pia kuposti e, matukio yote yaliyotokea Oktoba 29 na kuendelea, lakini pia kama mwanaharakati amekuwa akitumia akaunti zake hizo kukosoa mambo mbalimbali ya serikali. Kitaangalia hapa licho kiandika Larry Madowo, lakini pia ujumbe wa Mange Kimambi kwa raisi wa Marekani. Lakini pia tutaangalia kile ambacho eh, kigogo amemjibu Mange Kimambi baada ya kumwandikia ujumbe rais wa Marekani kuhusu kampuni ya Meta kupungia akaunti zake kuelekea maandamano ya Disemba 9 mwaka huu ambapo tumeshuhudia jeshi la polisi Tanzania likitoa onyo kali kuelekea maandamano hayo ya Disemba 9, lakini pia ningependa tuangalie hapa kidogo, kabla hatujafika mbali, kesi hii ya Mange Kimambi. Watu wamekuwa akizidi kuhoji kwamba Mange atarudishwa Tanzania kutokana na kesi hii ambayo inamkabili, lakini pia je Marekani kwa sheria zao ambazo wanazo huko Marekani watawezaje kumlinda Mange Kimambi asirudishwe Tanzania? Ni jambo gumu mno, kama hapa tunaona tayari upande wa jamhuri wanasema kwamba ushahidi bado haujakamilika, lakini kurejeshwa kwa Mange kunahusisha taratibu za kisheria za kimataifa na kuna sheria Narudia tena, nimelizungumzia sana jambo hili. Sheria ya kurudishwa kwa watuhumiwa hii inaitwa extradition law. Sasa kuna vikwazo pamoja na masharti magumu sana, ambayo kama serikali ya Tanzania ina mpango kweli wa kumrudisha Mange kupitia kesi hii ya uhujumu uchumi, basi kuna sheria nyingi mno ambazo zinamlinda Mange. Lakini ukianza kuangalia kesi hii ambayo inamkabili Mange Kimambi ambaye anaishi Marekani, ambapo umefunguliwa mashtaka ya uhujumu uchumi nchini Tanzania, anakabiliwa na shtaka moja la utakatishaji fedha, wa wazungu wanasema money laundering. Sasa, kesi hii inahusisha kiasi cha shilingi milioni 138.5 na serikali ya Tanzania inaamini kabisa kwamba shtaka hili la hujumu uchumi linaweza kutumika kama njia ya kisheria ya kuwashawishi mamlaka za Marekani kumrudisha au kumrejesha mchini mwanaharakati Mange Kimambi. Taratibu za kurudishwa kwa watuhumiwa extradition ni zipi haswa? Sasa, kurudishwa kwa mtu kutoka nchi moja kwenda nyingine kunategemea mambo makuu mawili ambayo yanatakiwa kuzingatiwa. Jambo la kwanza ni mkataba wa kurudishwa watuhumiwa yani wa kurudishiana watuhumiwa. Kwanza ni lazima kuwepo na mkataba wa kurudishiana watuhumiwa yani extradition treaty kati ya Tanzania na Marekani au sheria ya kimataifa ambayo inaruhusu jambo hilo. Hata hivyo kwa Marekani Marekani na taratibu ngumu sana linapokuja swala la kumrudisha raia au mkazi wake ambaye sio raia wa Marekani lakini anakabiliwa na kesi zenye mlengo wa kisiasa kama Mange. Lakini jambo la pili ni aina ya makosa, sheria ya kurudishiana. Yaani sheria nyingi za kurudishiana watuhumiwa zinaruhusu tu kurudishwa kwa watu wanaokabiliwa na makosa makubwa ya kijinai kama vile mauaji, ujambazi au uhujumu uchumi kama inavyotambuliwa katika nchi zote mbili. Lakini kuna kikwazo cha kisiasa hapa. Zingatia sana kwamba Marekani kwa kawaida huwa inakata maombi ya kurudisha mtu ikiwa inahisi kwamba mashtaka ambayo yanamkabili mtu huyo yana nia ya kisiasa au yanalenga kumnyamazisha kwa sababu za kisiasa, kama vile uharakati na kukosoa serikali, hata kama mashtaka ya msingi ni ya hujumu uchumi. Hapa ndipo mgogoro unapoweza kuibuka. Tanzania inasisitiza ni kesi ya hujumu uchumi, lakini upande wa utetezi unaweza kudai lengo kuu ni kukandamiza maoni yake ya kisiasa kwamba kama Mange atakuwa na utetezi wake basi watasema kwamba lengo kuu la kumrejesha Mange sio uhujumu uchumi, lakini jambo hili ni kumrejesha kutokana na, na e, kukandamiza maoni yake ya, ki, ya kisiasa. Sasa kutokana na kesi ya uhujumu uchumi pekee ndiyo ambayo inawezekana kisheria kulingana na taratibu za kimataifa, kwani utakatishaji fedha ni, utakatisha ni kosa ambalo linatambuliwa sana duniani. Kwa kuzingatia hali halisi ni ngumu sana, ni ngumu sana. Marekani ni makini sana katika kulinda uhuru wa kujieleza, na huweza kukataa ombi la kumrudisha Mange Kimambi ikihisi kwamba mashtaka yana nia ya kisiasa na si ya kihujumu uchumi pekee. Marekani wakiona kwamba huyu anarudishwa si kwa mambo ya kuhujumu uchumi, bali ni mambo ya kisiasa, basi Mange Hawezi akarudishwa Tanzania. Kama hili lingetokea basi, ingehusisha mchakato mrefu sana wa kisheria katika mahakama za Marekani ambapo Mange Kimambi pamoja na timu yake ya wanasheria watapewa nafasi ya kupinga ombi la kumrudisha Mange Kimambi kuja Tanzania. Nadhani nimepita vizuri sana ya kuelezea jambo hili la, la Mange kurudishwa Tanzania. Hebu turejee hapa kwenye kwenye hili ambalo linaendelea hivi sasa la Mange ya eh, kupungiwa akaunti zake za mitandao ya kijamii kwa namna moja ama nyingine, maandamano ya Disemba tisa, eh, mwisho huu wa mwaka eh, 2025, maandamano mengine yanahamasishwa mtandaoni. Mange pia ni mwanaharakati ambaye anahamasisha. Maria Sarungi pia ni miongoni mwa wanaharakati ambao akaunti zao zimefungiwa. Sasa, je lengo ni kuhakikisha kwamba ujumbe wa maandamano kuelekea Disemba 9 e, unapungua miongoni mwa Watanzania, lakini pia jeshi la polisi limetoa onyo. Tutaangalia pia taarifa hiyo, lakini kwa upande wa Larry Madowo, Larry Madowo kama nilivyokuambia, ameandika kwamba niliiuliza Meta kwa nini iliputa akaunti ya mwanaharakati wa kitanzania Mange Kimambi na ikazuia akaunti ya Maria Sarungi nchini Tanzania lakini sikupata majibu. Meta inamiliki Facebook, Instagram pamoja na WhatsApp. Akaunti ya Mange Kimambi ya Instagram imefutwa kabisa na amezuiwa kutumia WhatsApp, lakini pia akaunti ya Maria Sarungi haiwezi kuonekana nchini Tanzania. Hawa wamekuwa miongoni mwa sauti muhimu zaidi za ukosoaji katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania kipindi cha kabla ya uchaguzi, hususani kuhusu mauaji yaliyotokea siku ya uchaguzi na baada ya hapo. Bila Mange Kimambi, Maria Sarungi na wanaharakati kama hao, dunia isingejua kilichokuwa kinaendelea Tanzania kwa sababu vyombo vya habari vilikuwa vimedhibitiwa. Wanaharakati hao wanaotumia mitandao ya kijamii wamekuwa daraja la kuunganisha habari za Tanzania na dunia. Huyo ni Lari Madowo, mwandishi wa habari wa CNN na raia kutoka nchini Kenya, ambaye pia alifanya uchunguzi kufuatia kile ambacho kimetokea Tanzania ya kuanzia Oktoba 29 na kuendelea. Moja kwa moja, ujumbe wa Mange Kimambi, ambapo amemwandikia barua Rais wa Marekani Donald Trump akimwelezea kwamba akaunti zake za Meta ikiwemo Instagram, ukurasa wa habari ambao anauendesha pamoja na namba yake ya WhatsApp zimefungwa baada ya kuzitumia kufichua ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Tanzania, huku akihimiza maandamano ya amani. Kwenye barua hiyo, Mange amefafanua kuwa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z yalijibiwa kwa, kwa nguvu hatarishi za dola ambazo ziliua watu hali iliyolaaniwa na taasisi mbalimbali za kimataifa na amesisitiza kuwa hatua ya Meta imenyamazisha moja ya njia chache salama zilizobaki kwa Watanzania kupata taarifa za kweli. Mange amemwomba Rais Trump kuihimiza Meta kurejesha kaunti zake lakini pia kuunga mkono sheria zinazohakikisha wazi na haki katika hatua za kuondoa akaunti za mitandao ya kijamii na kushughulikia suala pana la majukwaa haya kudaiwa kushinikiza na kushinikizwa na serikali ya Tanzania kukandamiza sauti za upinzani, akisema kuwa hatua hizo zinahatarisha ushiriki wa kidemokrasia na haki za binadamu. Huu ni ujumbe au barua ya Mange kwa rais wa Marekani eh, Donald Trump. Lakini pia imekuwa ni habari kubwa mno, mwanaharakati Mange kufungiwa akaunti zake, na ameweza kuposti pia kupitia akaunti yake ya X ambayo kwa sasa nadhani imekuwa ni safe, ameweza hata kuposti tofauti na Instagram eh, Facebook, lakini pia hata kutumia WhatsApp akaunti yake imekuwa ni ngumu. Sasa Kigogo, baada ya Mange kumwandikia barua Rais wa Marekani, kigogo ameliposti posti ya Mange na kusema sasa, Trump ni nani? Kwamba yeye ndiyo kiranja wa dunia? Au mbona hamsemi kuwa nimechochea, mmechochea ile violence na killings? Nyiye ni perpetrators wa machafuko ya Oktoba 29. Kwa hiyo tulieni, wakati dola inaweka mambo sawa mtajua, hamjui safari hii mmechezea sana hii serikali kwa muda mrefu sana. Huyo alikuwa ni kigogo akimjibu Mange e, kwamba tulieni, Trump ni nani, kwamba yeye ndiye kiranja wa dunia. Na tuzidi kusubiria kuona, je, Meta watarespondi kitu gani? Mange, kumbuka aliandika pia kupitia X ikiwa ni masaka zamepita, kwamba bwana Insta wamedisiebwa akaunti yangu na hakuna sababu wameweka Hakuna kurudi nyuma, mapambano lazima yaendelee mpaka tushinde, ulikuwa pia ni ujumbe wa Mange kwamba mapambano ni lazima yaendelee mpaka tushinde. Hiki ndicho kinachoendelea kwa Mange, lakini yeye pamoja na wanaharakati wengine wanadai kuwa hatua hii ni jaribio la kunyamazisha sauti zao, hasa katika kipindi hiki ambapo kumekuwa na wito wa maandamano ya Disemba tisa ingawa serikali imepiga marufuku maandamano nchini Tanzania. Akaunti za Instagram na Facebook zinamilikiwa na kampuni ya Meta. Mara nyingi akaunti hizi mpaka zinapikia hatua ya kufungiwa na Meta wenyewe. Mara nyingi sababu ambazo zinaweza kupelekea ni kutokana na kukiuka sheria pamoja na masharti yao, kama vile kuchapisha mauzui yanayochochea vurugu itisho au kukiuka faragha. Hata hivyo mara nyingine, inaweza kuhusisha ripoti nyingi, yani mass reporting, kwamba kuna kundi la watu wanakaa sehemu wanakuwa wana ripoti akaunti ya mtu fulani ili iweze kupungiwa, lakini pia au maombi rasmi kutoka kwa mamlaka mbalimbali mbali. Kama taarifa ile kiwa umeona ukijaribu kuingia kwa Mange, TCRA wamehusika hii ndiyo tunasema maombi rasmi kutoka kwa mamlaka mbalimbali mbali. lakini kuhusu whatsapp ni kwamba namba ya whatsapp kufungwa inaweza kutokana na ukiukaji wa masharti ya matumizi ya whatsapp ambayo pia inamilikiwa na kampuni ya meta au kama sehemu ya hatua kubwa zaidi ya kukandamiza mawasiliano kwa kifupi ni kwamba madai ambayo yanaelezwa ni kwamba hatua hiyo inahusiana na jitihada za kunyamazisha sauti za wanaharakati hao kama Mange na Maria Sarungi kuelekea maandamano ya Disemba tisa, ingawa upande wa Meta bado hawajatoa taarifa rasmi kuthibitisha sababu za kufungia e akaunti hizo e. Lakini nimekuambia hapa tarehe tisa Disemba imekuwa ni maarufu sana Tanzania ambapo tumeona jeshi la polisi pia wakitoa wa onyo. Ambapo wito wa maandamano na onyo la polisi, lengo la kwepo kwa maandamano, kumekuwepo na wito hasa kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa baadhi ya wanaharakati akiwemo Mange Kimambi wa kufanya maandamano siku hiyo ya Disemba tisa. Malengo au wito huo unadaiwa kuwa na lengo la kupinga hali ya kisiasa nchini na kile wanachokiita kukosekana kwa demokrasia hasa baada ya matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ambapo vurugu zilitokea katika mikoa kadhaa. Nadhani ndio nia kubwa na malengo makubwa ya maandamano. Upande wa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi nchini limetoa onyo kali kwa umma, likisema kuna njama zinazoratibiwa e, mitandaoni za uvunjifu wa amani na kuvuruga shughuli za kiuchumi na kuonya kuwa litawashughulikia wale wote watakaopanga au kuhamasisha vitendo hivyo vya uvunjifu wa amani hiyo siku ya Disemba 9. Rais Samia Suluhu Hassan, tumeshuhudia pia, alitangaza kufuta sherehe za maazimisho ya siku ya uhuru ya Disemba 9, 2025 ambapo fedha hizo ambazo zilitakiwa kutumika katika maazimisho e, fedha hizo e, basi zimeelekezwa kutumika kukarabati miundombinu ya umma ambayo iliharibiwa wakati wa vurugu za maandamano yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Lakini pia uamuzi wa rais wa kufuta sherehe hizo ulipelekwa mahakamani na wakili Peter Madeleka akipinga hatua hiyo e ukiukwavyo masharti ya mitandao pamoja na kufungiwa kwa akaunti. Tumeona kwa ujumla, Disemba 9 imekuwa siku yenye mvutano wa kisiasa. Kwanza ni siku ya maadhimisho ya uhuru, lakini imekungwa na wito wa maandamano na hatua za kiserikali za kukabiliana na wito huo, ikiwemo kufutwa kwa sherehe za kimataifa. Kwa hiyo kuna mengi huenda yatatokea, sisi tutakuhabarisha hapa kila kitu, lakini pia niseme tu tuendelea kukaa karibu nasi na kutufuatilia kwa kina zaidi ili uweze kufahamu mambo mengi na nini na kitu gani ambacho kinaendelea kubwa zaidi tuachie maoni yako hapo kufungwa kwa kaunti za Mange lakini pia barua ambayo ameituma kwa rais wa Marekani Donald Trump wakitaka Meta ihimizwe kuzifungua akaunti za Mange lakini pia ujumbe wake alisema kwamba mapambano lazima yaendelee na hakuna kurudi nyuma kubwa tuachie maoni yako na karibu nasi kila wakati